Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wito umetolewa kwa serikali kuwekeza kwenye miradi mbalimbali ya bahari ikiwemo kilimo cha kaa, miradi ya mwani na matumbawe, ili wakazi wanaoishi visiwani waweze kunufaika na rasilimali ya baharini. Wakazi visiwani wamekuwa wakitegemea uvuvi pekee, huku asilimia zaidi ya tisini ya rasilimali zinazopatikana baharini zikikosa kutumika. Maadhimisho ya siku ya bahari ulimwenguni yamefanyika eneo la Faza kisiwa cha Pate Lamu Magharibi. Ni maadhimisho yaliyohusisha mashindano ya maboti, maonyesho ya vyakula vinavyopikwa kutumia samaki. Wakazi mashariki hutegemea bahari kwa utalii, usafiri na uvuvi. Asilimia zaidi ya tisini na tisa uvua samaki kila siku ili kukimu familia zao majumbani taka kweli, hii ni siku ya kubwa sana huku kwetu katika kuadhimisha siku ya bahari ulimwenguni, ambayo ni World Ocean Day, kwa sababu kuja kuangalia hapa Faza ama Lamu East na Lamu County, lakini sana sana Lamu East, kwamba uvuvi ndio kitega uchumi cha wakazi wa Lamu East, sana sana kuja kuangalia almost 98 to 99% wa watu wa kutoka Lamu East wanategemea bahari bahari ndiyo kila kitu kwetu, kichega utumi chetu ni bahari, na kila kitu twategemea bahari, wavuvi, wasamaki, wapweza, kila kitu. Kunapokuwa na mabadiliko ya hali ya anga, bahari hukumbwa na upepo mkali na mawimbi makubwa, hali inayosababisha wavuvi kushindwa kwenda kuvua wavuvi wakitaka ajira mbadala ili bahari inapochafuka waendelee kupata pato, ikizingatiwa bahari ndilo shamba lao la pekee. Ningeomba serikali itusaidie sisi kwa vile watu ume, ni wengi wenye kuvua Ee, overfishing napatikana na vile vile pia wakazi wengi wategemea hii bahari, tungeomba pia serikali ilete mbinu mbadala itusaidie katika hii mbinu mbadala ili kuweza kuhifadhi bahari na vile vile watu kuinua kiuchumi. Msimu huo wa mvua mwezi wa sita mwezi wa saba mpaka mwezi wa nane, kwa kuna changamoto nyingi za bahari sasa hivi, samaki umepungua baharini na upungufu wa samaki unasababishwa na hali ya anga Saa hii upepo ni mwingi inasababisha samaki wanakimbia huku pwani, wanaenda wanaenda bahari kuu. Wavuvi la muvua tu chini ya kilomita ishirini peke yake licha ya kuwa na zaidi ya kilomita 400 za bahari. Hii ni kutokana na kutumia zana za zamani za uvuvi ikiwemo mashua za tanga zinazosafiri kwa kufata upepo ambazo hazihimili mawimbi makali. Sisi tunasema utaona jamii yetu huku ni maskini, lakini uvuvi haufungamani na umaskini. Bahari, blue economy in general, ni kitu cha mapato mingi, lakini leo hii tunasikitika kwamba wavuvi wetu wanatabiriwa kama wao ni maskini, na ambapo blue economy yenyewe si kitu cha kimaskini. So tunaomba serikali invest sana kwa blue economy. Ni asilimia chini ya kumi pekee rasilimali za bahari ambazo zimeweza kutumiwa na wakazi Lamu, shinikizo likitolewa kwa serikali kuleta mbinu mbadala za bahari ili jamii waweze kunufaika. Rahma Rashid, runinga Citizen, Lamu.